Kamati ya bunge ya biashara na uwekezaji ilikwenda bandarini na ilitoa ripoti ambayo ni dhahiri, ni kamati ya bunge imedhihirisha hilo. Hao wadau mnaosema mtawashirikisha, tayari wanalalamika, tatoa wanalalamika kuhusu mizigo yao, mahoteli yanafungwa, makampuni yanafungwa, watalii wamepungua. Mnahitaji nini? Utafiti gani bado mnahitaji mjue kwamba uchumi umeanguka? Nilitegemea leo waziri mkuu ujue kabisa waziwazi kwamba uchumi unaanguka na uchumi umeanguka, na utueleze measures za kutu ambazo mnachukua kurekebisha hali hii, lakini it seems like the government haina uhakika ni nini kinaendelea. Waziri mkuu, unaonaje katika mazingira hayo mka declare kwamba mnashindwa kuendesha serikali hii? Naomba kujibu swala la nyongeza la mheshimiwa Mbowe, mbunge na kiongozi wa kambi ya upinzani kwa kuanza kusema kwamba serikali hii haijashindwa kuongoza nchi hii. Nataka niwahakikishie waheshimiwa wabunge na Watanzania wote tutaongoza nchi hii kwa mafanikio makubwa sana kwenye sekta zote. Kazi hiyo imeanza kwa marekebisho makubwa ya maeneo ambayo tunadhani yatafanya taifa hili Liweze kupata mafanikio makubwa. Vile Mheshimiwa kiongozi wa kambi ya upinzani umeeleza, hasa juu ya bandari, kwanza nieleze kwamba serikali imekuwa ikifanya mawasiliano na mataifa mengine yanayoendesha shughuli za bandari. Mwezi mmoja uliopita nilipokea timu ya, ya wafanyabiashara maarufu duniani kutoka Singapore, akiwemo mfanyabiashara anayefanya biashara za meli duniani, alinieleza na kuniambia, Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala la mdororo wa usafirishaji wa mizigo kwa njia ya meli imeshuka duniani kote. Suala la kushuka kupata mizigo maeneo yote ni kwa sababu ya hali ya kiuchumi duniani iliyotokana na kuporomoka kwa bei ya gesi na mafuta duniani. Ukanda huu wa kwetu wa Afrika Mashariki ambako bandari yetu inatumika sana. Nataka nikuhakikishie. Tanzania kupitia bandari zetu tunategemea sana mizigo kutoka Kongo, Rwanda, Burundi kidogo lakini pia na Zambia. Na wote mnajua kwamba Kongo na Rwanda na Zambia ni nchi ambazo zilikuwa zinaelekea kwenye uchaguzi na kulikuwa na migongano mingi ndani ya nchi na, na wafanyabiashara wengi walisimama kidogo kufanya biashara zao, na hiyo ikapelekea kupungua hata kwa kiasi cha mizigo, si tu kwa bandari ya Dar es Salaam, pia hata usafirishaji kwenda kwenye bandari nyingine kutoka kwenye nchi hizo ambazo nilizitaja. Lakini nataka nikupe faraja kwamba wiki moja iliyopita tumepata barua kutoka Kongo kutoka kwa timu ya wafanyabiashara, kutokana na hali iliyokuwepo awali na stabilization iliyoko sasa, wametuhakikishia kwamba sasa usafirishaji wa mizigo yao yote itapitia bandari ya Dar es Salaam. Rwanda wametuandikia kutuhakikishia kwamba kutokana na, na mdororo uliokuwepo awali wafanyabiashara wengi na wengine kuamua kupeleka maeneo mengine kwa sababu ya hali ya kiuchumi, lakini sasa wameamua mizigo yote itakwenda kupitia bandari ya Dar es Salaam hasa kwa mkakati wetu wa pamoja wa ujenzi wa reli ya standard gauge inayotoka Dar es Salaam Tabora mpaka eh, bandari ya kise, kise, kisasa Kisaka. Lakini tunaunganisha pia reli hiyo standard gauge kwenda nchini Rwanda, na kwa hiyo jitihada za kusafisha mizigo sasa zitaimarishwa ili kuleta motisha ya ujenzi wa reli hiyo ili iendelee kukusanya mizigo hiyo. kwa mheshimiwa mheshimiwa mbunge nataka nikuhakikishie ni, ni kwamba haya yote uliyoeleza, kama kuna jambo ambalo tunahitaji kukaa nalo sasa, ni pamoja na jambo la uchumi, na hili ni jambo endelevu, na nataka nikuhakikishie kwamba tutalifanyia kazi kwa kiasi kikubwa, ili sasa tujiridhishe kila eneo na yale ambayo yanatakiwa, na kama kufanya kampeni zaidi ya kupata wafanyabiashara zaidi, serikali itafanya hilo kwa lengo lile lile la kuhakikisha uchumi wa nchi yetu hauporomoki hau, na wala hauwezi kuathiri mahusiano na nchi nyingine. Kwa hiyo ndio commitment ambayo naweza kupatia kwa ajili ya maeneo haya.